Habari ya moto, habari ambayo imeweza kutrend siku ya leo kwenye mitandao ya kijamii ni namna ambavyo Wema Sepetu ameamua kuandaa pati ya baby shower. Ukiangalia katika hichi kipindi ni kipindi ambacho Wema ana furaha ya hali ya juu, lakini pia ni kipindi ambacho Wema Sepetu hakutarajia kwamba kitafika, kwa sababu tunafahamu namna ambavyo taarifa zimesambaa mitandaoni zikiwa zinaeleza wazi kuhusiana na baba wa mtoto wa Wema Sepetu ambaye ni msanii Diamond Platnumz. Hilo limepelekea mrembo Wema Sepetu kujiamini zaidi na kujiipa thamani ya hali ya juu zaidi, kwa sababu mara nyingi sana Wema Sepetu aliwahi kuzungumza, anatamani sana kuwa na mtoto na msanii Diamond Platnumz. Ni kama vile Wema Sepetu ametimiza malengo yake, ametimiza kile kitu ambacho alikuwa anakitarajia kwa muda mrefu sana. Lakini yote yote, yote tunafahamu msanii Diamond Platnumz, yeye ni mume wa mtu. Lakini lakini Wema Sepetu hajajali, lakini kikubwa zaidi ni kwamba amemwelewa mwanaume wake kwamba amefanya makosa, amemsamehe, maisha mengine yanaendelea, atabaki tu kumlea mtoto na wala sio kuishi na mama wa mtoto wake. Jambo hilo eh, limepelekea Wema Sepetu eh, kuona kwamba Zuchu na yeye pia ameweza kumpatia nafasi nyingine, kwa sababu ingekuwa ni mwanamke mwingine, asingemruhusu Diamond Platnumz kuwa karibu na Wema Sepetu kwa namna yoyote ile, asingemruhusu Wema Sepetu eh, eh, kusogeleana tena na mume wake, angesubiri tu mtoto azaliwe alafu baadaye Diamond ahusike tu kama baba na mambo mengine aweze kuendelea. Wema Sepetu siku ya leo ameamua kuandaa sherehe kubwa, pati kubwa inayoonesha wazi kwamba anataka kutangazia umma watoto wake ni wa jinsia gani na namna ambavyo hiyo pati ameiandaa. Pati hiyo itafanyika usiku wa leo, lakini shamra shamra tayari zimeweza kuanza. Na unaambiwa ay, mgeni ambaye amealikwa ay, na ni mgeni wa muhimu sana, ni mgeni ambaye ni msanii Diamond Platnumz. Watu wengi sana wanatamani kuona nini ambacho kitatokea katika hiyo baby shower, na tunafahamu Wema Sepetu aliweza kuthibitisha wazi kwamba anatarajia watoto mapacha, sio tu mtoto mmoja, a watoto mapacha. Sasa hatujajua atakuwa amepata wa kiume na wa kike au wa kike wote au wa kiume wote, bado hatujafahamu hilo, lakini mara nyingi sana Wema Sepeto amekuwa akizungumza wazi kwamba yeye akipata mtoto jinsia yoyote ile atampenda na kumthamini na kumjali. Kwa sababu yeye, malengo yake makubwa ni kuitwa tu mama, haijalishi mtoto atakuwa na jinsia gani, haijalishi mtoto atakuwa na namna gani, lakini yeye malengo yake makubwa ni kuitwa tu mama, ili mradi tu mambo mengine yaweze kuendelea na yeye pia kuweza kutengeneza heshima yake kubwa. Lakini pia mama Dangote, mama mzaa chema, mama wa msanii Diamond Platnumz, na yeye pia atakuepa katika hiyo party ya baby shower. Watu wengi sana wameweza kucomment katika hiyo video, wengine wakiwa wanauliza vipi, Diamond partner mtakuja na Zuchu katika hiyo baby shower, au wataamua tu kumwacha baby mama wake apumzike na yeye ahudhurie kama baba? Kwa sababu ukiangalia itakuwa ni ngumu sana kwa Zuchu kuvumilia kuona baba wa mtoto wake anakuwa karibu na mwanamke ambaye amempatia ujauzito. Hicho ni kitu ambacho kitamuumiza sana Zuchu kwa asilimia kubwa sana. Tusubiri tuone ni kitu gani ambacho kitatokea hapo baadaye, lakini Wema Sepetu anaonekana ana furaha sana au huenda E, atakuwa amepata watoto e, wawili, mchanganyiko wa kike pamoja na wa kiume e, au itakuwaje? Kuwaje? Kila mtu ameendelea kuwa na shauku kubwa kuangalia kuona nini ambacho Wema Sepetu ataweza kukitangaza, ni kitu gani ambacho kitatokea hapo baadaye katika hiyo baby shower ambayo Wema Sepetu ameweza kuiandaa e, kwa ajili tu ya kutangazia umma e, watoto wake ni jinsia gani. Ukiangalia huu ni ujauzito wa kwanza ambao Wema Sepetu umefikia hatua mpaka anafanya baby shower. Ukiangalia mimba zingine za hapo nyuma eh, hazijawahi kufika umri mkubwa kama hivi eh, mimba zingine za hapo nyuma zinafika miezi mitatu, miezi miwili, tayari mimba imeshaharibika. Hicho ni kitu ambacho kilikuwa kinamuumiza sana Wema na kinamkatisha tamaa ya kuendelea kubeba mimba zingine nyingi eh, kwa sababu tu anafahamu endapo akibeba ujauzito labda, uh, huo ujauzito tena ukatoka, uh, mambo kama hayo yakaharibika, uh, basi ni kitu ambacho kilikuwa kinamuumiza, lakini sasa hivi ana eh, eh, eh, eh, matumaini makubwa lakini pia sasa hivi eh, ana ile tu tunaweza kusema eh, ni kama vile Wema ameamini kwamba sasa hivi anaenda kuitwa mama, sasa hivi hawezi tena eh, kusema kwamba ataitwa mama wa marehemu. Jamani, amechoka, mimba nyingi sana zimeharibika, lakini pia mara nyingi sana maneno ameyapata mitandaoni mabaya, ambayo maneno hayo hata hayazungumziki, kwa sababu ukiangalia eh, mgawaji wa riziki ya mtoto ni Mwenyezi Mungu. Sasa endapo eh, unamtupia mwenzako maneno mitandaoni, basi unatakiwa kuhifadhi ukali wa maneno, kwa sababu wewe pia ni binadamu, wewe pia utahitaji watoto. Hata kama una watoto sasa hivi unaona kwamba mimi nina watoto, hata nikimtukana wewe Masepetu haina shida Ewa, hawa watoto wako, Mwenyezi Mungu anaweza akasema anawachukua sasa hivi, alafu unabaki bila watoto na ushindwa kabisa wa kupata watoto wengine. Hivyo basi, tusiwe tunamtupia maneno makali Wema Sepetu. Sasa hivi kipindi hiki cha ujauzito wake tumtie moyo, ili mradi tu aweze kutimiza miezi tisa na kujifungua salama. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau